Bwana, ni siku nyingine tena katika kipindi chetu cha mfahamu kiundani leo, bwana nipo na Pezi Fezi Abdalla na Alima Muhamedi. Eh, bwana mambo? Poa. Wazima. Wazima. Ndio, sana sijaona tupo. Mara mwisho tulionana mwezi wa kwanza kama si mwezi wa pili kwenye show ya Summit ambayo ilifanyika Kenya bwana. Ndio. Ilikuwa poa sana bwana, huyu Fezi na Alima huyu ndo Nana na Zai. Bwana ilikuwaje, imetoka kwenye pezi ikawa zai? E, ilikuwaje imetoka kwenye alima ikawa nana? Tuanze na nani hapa? Anza na pezi, anza na pezi mm. sawa pezi, naomba uniambie kwa nini usiwe pezi mpaka ukajiita ukajiita zai. Nataka unipe chibuko lake kidogo, ilikuwaje mpaka mm -hmm. mpaka ikawa hivyo, historia yake kidogo. Ah, historia yake ni kwamba jina la pezi ni la kwangu ambayo nilipewa upande wa baba yangu mm. na jina la zai ni la kwangu pia ambao nilipewa na upande wa mama yangu. Jina langu naitwa Zaituni upande wa mamangu, upande wa baba ndio hilo Pezi. Paka kutoka kwenye Pezi na kuwa Zai na kuendeza jina la Zai, kwanza kabisa hata familia yangu inajua jina la Pezi nilikuwa silipendi. Yani jina Pezi nilikuwa silipendi, hapana. Sijajua kwa nini, kwa tu silipende, ntoka udogo wangu alikuwa akiniita Pezi, hapana. Yaani ilikuwa silipendi. Ndio sasa hivi familia yangu yenyewe inaniita Zai na mwenyewe nilivyokuwa na maisha yangu, namkuwa mkubwa, nikaamua kulitumia jina la Zai kwa sababu ndio jina nilikuwa nalipenda toka utoto katika yale majina yangu mawili. Sawa, mpe na Halima, hapo atuambie ilikuwaje mpaka ikawa Nana. Aaa, yani kutoka kwenye Halima, hmm, mpaka ikawa Nana. Mbona ni vitu viwili tofauti? Ya mbali kweli kweli. uh, Halima, Halima Muhammad li, li, lipe uzito kabisa hmm. Halima Muhammad ni jina ambalo nimepewa na wazazi wangu pande zote mbili, upande wa wa baba na wa mama. Aa, ilikuwaje nikaitwa Nana? Nana ni jina ambalo nimelichagua mimi mwenyewe kwa sababu pia kwenye familia yetu lipo. Aha, yani jina la Nana. Yes, jina Nana lipo katika familia upande wa baba yangu, mama yake baba yangu, ambaye ni bibi yangu, ndo anaitwa Nana. Nana. Yes. Sawa, lakini mimi, unaitwa Nana Lito mm. Haya, ile Lito nayo ilitokea wapi? Ah, Lito katika, sasa nilipokuwa Nana mm. Ah, katika kukutana na watu mbalimbali mbali, naofanya nao kazi nakumbuka, Lito alinipa DJ Tito mm. alikuwa sana, alikuwa anapenda sana kuniita Nana, Lito Nana Lito. Hata Shoro Mwamba tukiwa tuko kwenye kwenye sho stejini, akitaka kuniita Nana Lito. Kwa hiyo mimi najikuta tu mwenyewe naenda sasa Lito nikaa mm. sijawahi kusema baya au sije kukataa, nilikuwa naitika, lakini sasa nikaona mm, kwa nini nisilichukue jumla kwao? Nikaamua kulichukua moja kwa moja, nimeona ni linakaa kabisa, linakaa nana rito. Kwanza nimeshukuru kwa sababu pia majina la nana sasa nimeona watu washakuwa kwanza wengi wengi, lakini rito niko peke yangu. Mimi nimeanza kufahamu muda mrefu kidogo, ndio nakumbuka, kabla sijaanza harakati hizi, nilikuwa nafuatilia sana muziki wa Singeli ndio, lakini kuna nyimbo moja hivi ya Mimba Chief Beka na Mfalme Ninja kama siku sasa, inaifanana hivyo hivyo, mm, na katika ile nyimbo wewe ndio ulikuwa video vix wa mule, ndi mwembamba mdogo mdogo hivi. Ndio ulikuaje mpaka ukawa video vix? Ulipenda mwenyewe? Na kwa nini haujaendeleza talanta yako ya video vixi, mpaka ukaswitch sasahivi una dansi? Uh, mimi toka pale nilikuwa ni, ni dansa toka zamani kabla ya video ile pale nilikuwa ni dansi na ninajulikana na watu wengi kwa hiyo Chief Beck alivyotoa hiyo nyimbo yake ya Nana ko akaona ili iwe nzuri zaidi niwepo kabisa na mwenye jina, japo sijajua kama alimuimbia nani, lakini nilivyokuja kutafutwa, Nana bwana kuna nyimbo ya Nana natakiwa we ukawe video vixing, lakini sio kama mimi ni video vixing au nilikuwa nilikuwa video vixing kabla ya kudansi hapana. Mimi ni dansi toka zamani. Sawa bwana, tunarudi nyuma kidogo, tulidangia tu, wako nana na zai ni madansa wa muda mrefu sana kwa singeni, lakini pia ni madansa ambao wamesafiri sana, wameenda nchi nyingi sana. Mimi nimeshuhudia baadhi ya zao kwenye masimu, kwenye mitandao. Sasa leo nataka watupe experience za madansa na watuambie tofauti ya madansa nyinyi na madansa wengine ni hipi? Yaani, kwa nini nyinyi mnasafiri sana kuliko watu wengine? Yani, Nana na Zai ni madansa ambao wanaenda sana ula kuliko madansa wengine yani. kwa nini yani, nyinyi mna nini? inakuwa ina, ina, ina, ina hiyo uh. si vibaya uh, si sisi kusafiri mm -hmm. au sio? si pia kwamba tunajua sana kuliko watu wengine lakini sisi ni watu kama tumejitolea tume au tumejitoa zaidi kupambania mziki wa singeli, kwa sababu madansa wengi unaona kwenye piano, kwenye nyimbo nyingine, labda bongo flavor nini, lakini sisi kokote hatupo. E, yani sisi singeli singeli. Na sisi mimi ni mmoja yeah, ambaye nimeshuhudia suu zenu mm, na naelewa muziki yenu <laughs> lakini yeah, bwana katika story story kuna stori moja nilisikia kwamba mna historia nyinyi ya kuachwa na ndege. Kumbuka, niliambiwa mna historia ya kuachwa na ndege kama sikosei, Uturuki. Ilikuwaje mpaka kaachwa na ndege? Yaani shida ilikuwa nini nyinyi mkaachwa na ndege? Na Uturuki mko mwenda kufanya nini? Unaona kama nchi imekata na nini nani sana maana ndio tengene ndio Uturuki kama hapana sisi hatuwezi kufanya vitu vya ajabu. Ah, sisi Uturuki pale tulienda kwa ajili ya kuchange ndege. Sisi tulikuwa tunaenda tulikuwa tunaenda hapo vile. Mm-hmm. Tu Switzerland. Mhm. Mm tulikuwa -hmm. tunaenda Switzerland kwa hiyo ndege yetu ilikuwa tunabadilisha. Pale Uturuki, Uturuki tunaenda Ujerumani, Ujerumani ndo tunaenda Switzerland. Yes. Kwa hiyo tulitoka Tanzania mpaka Uturuki, Uturuki ndo tubadilishe ndege twende. Ah, uh, turudi hapo ndege ilituachia vipi? Yaani mwalimu kwa mimi nilifurahi sana. Nani mmewatana ndege? Ah, lakini <laughs> <laughs> Ilikuwaje? Mlifikaje baada ya ndege kuacha? Je, mlilala ya poti au kulikuwa kuna kuna option gani nyingine? Mrudi nyumbani kwanza upya au mliondokaje? Nataka kujua hiyo hiyo. Ah, hatujarudi nyumbani. Sisi tuliondoka Tanzania kwa muda wetu ambao ulisema kwenye ticket, tukafika pale Uturuki. Ah, kufika Uturuki pale sasa ndege hmm, yetu tuliotoka nayo Tanzania ndio ilichelewa kufika pale Uturuki, kwa hiyo ile ambayo tulitakiwa tubadilishe Muda wake ulikuwa ushafika ikabidi iondoke ndio ikatuacha. Ina maana hizo ni emergency, emergency za kwao. Sio mbaya bwana. Bwana Zai aongee, hebu mpe mic, nataka nimsikie uko nyuma nyuma sana. Nataka nimsikie. Sawa, nataka kujua imekuwaje mpaka mnasafiri, connection ilikuwaje? Siku ya kwanza mnaambiwa mnaenda Ulaya ilikuwaje? Yoyo yenu yani <laughs> kama binadamu kwa madona unaondoka unafunga mkanda mkubwa, mm. Ikaje na connection ikoje? Yaani, kwa nini mninyi tu na sio watu wengi? mm. Sisi labda tunaweza tu tukasema labda ni mapenzi labda ya Mungu, labda pia na uwezo wetu wenyewe katika kipaji kipa chetu, kwa sababu tupo wengi, lakini mpaka tunachukuliwa tunaenda sehemu moja nyingine nyingine, na maana sisi tumpia tuna uwezo wa kufika ile sehemu tuliofika, japokuwa ndio wapo wenye uwezo zaidi yetu, lakini sisi tulionekana kama tuna kitu tutafika mbali na tumefika mbali. Yaani kwamba nyinyi mnaumiza sana. Ah, sisi ni watu wa kazi, hatuna masiala tukiwa stejini. Sawa. Sasa mimi ni moja ya mtu ambaye nawafuatilia sana madansa, na madansa wengi ambao mimi nawajua wengine ni marafiki zangu. Ndiyo. Wengi ni wanaishi maisha ya shida sana yaani, maisha yao sio mazuri mazurimona sasa. Nikija kufuatilia tena kama a madansa tu wa, wa, wa mziki ya, ya, ya kawaida wanaishi maisha magumu, inaje vipi katika madansa, madansa wa Singeli ambao wapo wanafanya na wanaishi maisha magumu, ninyi mwezaji kutoka katika hiyo bingwu sababu najua mpaka kwenda Ulaya mnakuja miela, mjue, yani sio kawaida na wende Ulaya, unajua ya uende kwa gari, hamna nani, hamna mwendo kasi, unaenda Ulaya. yeah, of course cool. E, eh, yani inakuaje ni katika upijaji? Nataka nijue tofauti kati ya madansa wa singeli nyinyi na madansa wa singeli wengine, tofauti yenu ni nini? Kwanza kabisa, utofauti wetu sisi ni madansa wa singeli, lakini katika huo udansa wa singeli sisi hatujajikita kwa msanii mmoja. Yni, kwa sisi ni dancer special wa msanii fulani, hapana. Mbele ehe, awe na pesa, yeah, ehe, katika itatulizisha, katika tunafanyana tunafanya kazi sasa. Nishaelewa kumbe enye madansa mnofeli no, nyinyi mnolalamika lalamika maisha magumu, mmestiki katika msanii mmoja, ndio changanyeni, alafu pia mm, sio kujichanganya tu, pia mbako wanalalamika madansa kwamba, wa, kuna labda wana hailipi labda au wana maisha magumu. Hapana, maisha magumu wanajitakia wao wenyewe. Unajua mfano tukitoka kwenye udansa tu, tuweke labda mtu anaofanya kazi ya kuajiliwa tofauti labda na, na mziki labda ume, umeajiliwa sehemu yoyote, hospitali sehemu yoyote, labda umeajiliwa pia hata labda uwe mtu wa usafi, huwezi kufanya bule, ni lazima ulipwe. Kwao wanachokosea wao madansa wengine wanafanya kitu kama utamkunoga yenyewe tunasema Kiswahili hmm. Yaani, sawa unapenda mziki sio? Sasa mwanamuziki anakuita msanii, anakuita uje labda kwenye video yake, unaenda una shoot bure. Je, familia yako nyuma hmm. au we mwenyewe utaishije? Sasa si unajitafuta, mimi sijatoka ndo naanza game. Hapana, yaani siku hizi wewe anapokuita, labda nikupe mfano mwingine, mtu anakuita kwenye show yeye yeah, msanii anakuita kwenye show. Je, yeah, pale wewe kwenye show yeye yeah, anajitafuta, si amelipwa? mm. Kwa nini wewe na wewe usilipwe? Aha, kumbe, unataka yani, unachokimaanisha hapo, dansa kabla uja dance, inabidi ujue, ujue mm -hmm. unalipwa, hata kama ni kidogo, katika kutafuta kujitafuta kwako mm. lakini at least umelipwa kile kile kidogo. Sawa bwana, wanangu, msifanye bure, wanafanya sana bure. Naona sana <laughs> juzi kwenye Simba Day mmeingia kama mia mbili sasa sijui kama wote mmelipwa au la. Sawa, lakini tukirudi tena ughaibuni kwenye, mm -hmm. story story za mbele moja, mm -hmm. ya stori ambayo nilisikia na nilifurahi sana ya bibi Zai, hebu mpe maiki bwana, bibi Zai bwana, story ambazo nilipiga na watu wangu wa karibu, mimi si wataji mm -hmm. niliambwa bwana leo na historia ya kuibua begi <laughs> Ni kweli ujanja kama wewe mtoto usaidini, mtoto wa mtotosheini mtotoakaks unaibuaje begi ni yani? Nasikia uliibiwa begi lote, yani begi lote abo, lote, yeah, lote. Yani, ya aj a hebu nipe kidogo likaj aa kaibua begi kusema <laughs> ah, kasema ba, ilikuwa bahati mbaya au pia tu labda ni mipango ya Mungu mi kuibiwa begi. Hii, nakumbuka hiyo siku ilikuwa ni Berlin, Ujerumani ilikuwa tunatakiwa tuondoke asubuhi twende airport tukapande ndege twende Ufaransa. Kwa katika ile haraka haraka ya kuamka ili tuondoke nikaa nimeshuka na begi langu mpaka chini. Kushuka na begi langu mpaka chini. Nilipofika pale kwenye ile hoteli kuna utaratibu wao ambao kwenye hoteli nyingine hatujai kukuta ule ni utaratibu mwingine. Kumbe ile hoteli natakiwa ukishuka chini ushuke na alimashuka na taulo uviache pale mapokezi. Yeah. Kwa mimi nilivyoshuka, mimi nilishuka mimi na begi langu na vitu vyangu vingine. Katika kukabidhi na niyo kadi yao ya kufungulia mlango wakaniambia inabidi urudi juu, urudi na vitu fulani, ni utaratibu wa hapa, unaweka pale. Na kweli nikaangalia ile noti, kila mtu anaenda anaweka, nikajua ndio utaratibu. Basi mimi nikaacha begi langu pale chini, kiukweli mimi sikumkabidhi hata yeye mwenyewe yule reception, sikumkabidhi nikaa tu nimeliacha, si nimeona pia ni flo ya kwanza Ajab, yani, mm -hmm. sijawaza kwa sababu pia ni flo ya kwanza, kwa hivyo vile nilivyoenda tu chapu, nikafika nikachukua nini mataulo na mashuka, narudi chini begi silioni. <laughs> <laughs> Nikaenda kwanza kwa ule dada wa mapokezi, "Dada vipi, niliacha hapa begi langu liko wapi?" "Ah, mimi begi sijaliona." Uh, Kiingereza um, ah, sio kama yaani kipandi. Ya kipandi lakini mm. ukiongea kuna baadhi ya maneno nakusikia, ila sasa mimi kukujibu ndo si, yeah. kwa, kwa muda huo mm. nilipambana nili mwenyewe Kulipani, kimpa ipani. yeah alafu baada ya muda kidogo alikuja alikuja boss Delik naweza kukumbushia kidogo, wewe mchokozi kwa kweli. <laughs> <ya ni laughs> Yeah. <laughs> Mm. Unaona? Kwanza amenipigia simu kwa sababu tulikuwa vyumba tofauti, mm, unaona kwa vyumba tofauti haka, simu zake zilikuwa nyingi sana, yani naweza kusema hata mimi mwenyewe labda nilichangia akaibiwa begi kwa sababu mimi nilikuwa nimechelewa, yeye eh, amewahi kushuka, alikuwepo ameshuka kule chini. Sasa kipindi ameshuka kule chini ndo ananipigia mimi, bwana boss kasema gari linakuja kutuchukua muda fulani kutupeleka airport, wewe uko wapi? Mimi naambia natoka hapa, mimi napanga haraka haraka vitu vyangu nishuke chini, umeona? Sasa simu ya mwisho mimi sijatoka toka, nilikuwa nafunga mnango, ananiambia, njoo bwana, mimi nimeibiwa begi. Nikaambia umeibiwa begi? <laughs> kwanza nikaona huyu ananitania au umeibiwa begi? Kwanza nikasimama, umeibiwa begi kivipi? Akakata simu. Sasa nikaanza kushuka, maana mimi nilipokuwa flow ya juu sana, alafu ile hoteli ilikuwa lift zimeharibika, kwa hiyo nikaanza kushuka ile begi langu na naliburuza na sasa, unaona, nimeliburuza mpaka mimi mwenyewe liliharibika, tairi tairi moja ilitoka. Umepaka Ulaya kuna lift ambazo hazifanyi kazi kwenye hoteli eh? Zipo, sikuharibika tu kitu chochote kinaharibika katika matumizi. Ah, sisi, mimi nijua kwamba Ulaya mimi sijafika Ulaya. Ndio. Mimi najua labda kwa sababu wenzetu wameendelea basi wamenyoka katikati. Ah, hapana. Vitu kama hivyo vipo. Yaani vitu vingi ambavyo huku vipo mm, na kule pia vipo. Kama hivyo kuharibika kwa lifti, kuharibika kitu chochote. Si nini? Si mm, sinini, sinini, ni, vitu Ma, e, ni vitu vya kawaida. Mm. Kwa hiyo mimi nashuka sasa pale chini. Mm. Namkuta kwanza anatoka na ile jasho jembamba. Na cheka tu kwa sababu ni hapa lakini pale huwezi mm, kucheka. Hapo hapo nilikuwa nishafanya show na mnarudi mna, mbali haturudi ha, nyumbani mpo, tuna tunaenda kwenye show, Ufaransa. ushamaliza show hapo Berlin. Kwa hiyo tunaenda Ufaransa. kwa hiyo sasa nikamkuta pale jasho ya linamtoka, yaani usiombe akukuta ya sawa, narudi. mpe mpe mic Zai, sasa hapo nataka nijue, end of the day ilikuwaje? Yaani hiyo story yote, baada ya kuibua begi, jasho kutoka ikaishiaje? Ika je, ulipata begi lako au kuna chochote ulipata kutoka kwa watu wa hoteli au bosi wako? Kuna benefit yoyote ambayo amekupa likuongezea hela kidogo kwa ajili ya kutuliza mawazo au ilikuwaje? Ah, kwa pale watu wa hoteli hawana hmm, chochote walichokifanya zaidi ya kuangalia kwenye CCTV kamera, tukamwona mtu aliyokuwa amechukua lile begi, mshikaji amekuja, ni mshikaji amekuja, alikuwa na ukipitisha na kwa kama Umiiwa zile kadi zao, yani wameweka ile lamination kwa ukipitisha hivi mlango unafanyaje? Unafunguka. Yeah. mm -hmm. Eh, tukaona kwanza kuanzia nje kwao wamebana kwenye magari, anaangalia anaangalia ni jinsi za kuingia kwao. Kwa hiyo tukaona tukaona mwizi tumemuona. Baadaye tu bosi wangu akaniambia tuondokeni, maana hata hivyo muda wa ndege umefanyaje umefika. Ikabidi tufanyaje tuondoke kwenda kwenye show sehemu nyingine. Kwa hiyo upande wa wale watu wa hoteli sikupata chochote, lakini upande wa mabosi nawashukuru. Kuna kitu walifanya. Walifanya kitu kwa ajili yangu na sio kidogo asante. <laughs> Asante sana. Mimi ni moja ya watu ambao nishawa kushuhudia show zenu. mm -hmm. Kama tulivyoanza mwanzoni kwamba tulisafiri pamoja, tulienda Kenya mm -hmm. summit mm -hmm. Lakini moja ya kitu ambacho kilinishangaza mimi, nawajua nyinyi kama madansi mm -hmm. lakini nikaja kuona pale mmoja naimba mwingine anampreia ana, ana mwenzake mziki yeah. Sasa ningependa nifahamu pia hiyo story ilikuwaje, yaani mmewezaje kuswitch mm -hmm. kutoka kwenye udansa mpaka mmoja kuimba na mwingine kuwa DJ. Nafikiri ndo nani yenu sasa hivi, yaani ndo ndo, yeah. official kabisa iko hivyo. Ina maana sasa hivi ni kuna msanii na Ma DJ wake, wake. DJ yeah. ni na